Kuna ule mda ambao wewe kama mzazi umemnunulia mwanao simu ya iPhone na wanakuja nyumbani wamechelewa. Kila mara ukiwauliza mlikuwa wapi hawakuambii kwamba walikuwa wapi. Sasa wewe kama mzazi unakuwa very concerned na location ambao wanaenda wasije wakaharibikiwa. Sasa hii ni feature ambayo iko ndani ya iPhone itakusaidia wewe kutrack location yao in real time ili uweze kujua wapi wanapoenda na wapi wanapoingia kwa hiyo hii video kwanza ni for educational purposes only, yaani msimisie hii feature. Okay, utakachotaka kufanya utaenda kwenye simu ya mwanao, then utagusa kwa pale ambapo una chat naye kwenye messages za kawaida. Hakikisha mna chat kupitia iMessages. Kwa hiyo utaenda kwenye iMessage kwenye chat zake za kawaida, then utaenda pale kwenye contact photo yako utaigusa kisha utagusa ile option imeandikwa share location. Kwa hiyo utachagua kama unataka share location ya mwanao labda kwa masaa kadhaa utachagua pale au unataka select kwa siku chache utachagua pale. Na pia kama unataka kuwatrack mda wote utaweza kuselect pia kwenye ile option ya mwisho, utagusa ile option ya mwisho, then nitasend ile location kwenye simu ya mzazi ambao ndo labda ndo mimi nitajitumia ile location. Kwa hiyo baada ya kujitumia ile location nitaifuta kwenye simu ya mwanangu. Kwa hiyo hakikisha kwanza ile message imeenda imedeliver. Kwa hiyo utashikilia ile message then utadelete kule kwako utakuta tu ile location imenituma pale, na itakuwa very, itakuwa ina tracking system in real time na ambapo mwanao atakuwa. Kwa hiyo utagusa ile location then utaona wapi yupo, na pia unaweza ukachagua pale uende kwenye maps ufanye directions ili uweze kumfuata. Labda kama kuna tatizo lolote kwa hiyo anahitaji msaada, utaweza ku track ile location yake, utapata zile directions uweze kumpata mwanao mahali alipo. Na pia kwa viewers wengine, Valentine is around the corner. Peace out.